Taarifa ya pili ambayo mheshimiwa uh, uh, ndugu zangu waandishi wa habari nimeona ni wape leo ni kuhusiana na tukio kubwa linalokuja kwa nchi yetu kwa siku ya kesho. Kesho, tarehe kumi na mbili ya mwezi Juni mwaka 2025 wizara yetu ya fedha na wizara ambayo iko ofisi ya rais uwekezaji na mipango zitawasilisha bajeti kuu ya serikali lakini pia hali ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo, kama nilivyosema, hotuba ya bajeti kuu ya serikali itawasilishwa kesho bungeni katika bunge la kumi na mbili, kama ambavyo mnajua, ndio linaenda ukingoni ukingoni, na tarehe 27 ndio ndio litaahirishwa lita, wanasema litahitimishwa na mheshimiwa rais mwenyewe. Lakini kesho ni siku muhimu ya uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali na bajeti hii ndio bajeti ya mwisho ya awamu ya sita ya mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan na ni bajeti inayohitimisha mpango wa maendeleo wa miaka mitano, lakini ndio bajeti inayohitimisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili mwaka 2025. Wote mnafahamu kwamba sasa hivi nchi yetu tunaandika dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2025 2050. Kwa bajeti hii ndio inayokwenda kuhitimisha dira iliyopita ambayo ndio tunaikamilisha sasa ya mwaka 2000 mwaka 2025 na kubwa zaidi ni kwamba hii ni bajeti yetu ya uchaguzi. Ni bajeti ya uchaguzi kwa sababu katika bajeti itakayosomwa kesho ndio itakayotoa, uh, fedha zitakazohudumia uchaguzi wetu tunaotarajia ufanyike baadaye mwaka huu. Kikubwa na muhimu kwa Watanzania wote, tunakwenda kuwasilisha bajeti ya uchaguzi inayotokana na fedha zetu sisi wenyewe. Nchi yetu imeanza safari ya kugharimia uchaguzi kwa fedha zetu sisi wenyewe, badala ya fedha za wafadhili. Hili ni jambo muhimu la kujivunia kwetu sisi Watanzania. Tanzania yetu iliyo huru, Tanzania yetu inayojitegemea inayojiamulia mambo yake yenyewe, ni lazima iwe na bajeti inayojifadhili yenyewe. Kwa hiyo hii ni bajeti muhimu, na ndio bajeti ambayo inakwenda kuweka fedha kwa hiyo, kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo hotuba hii ya bajeti itatolewa kesho majira ya saa kumi za jioni. Lakini kabla ya hotuba ya bajeti, itatanguliwa na taarifa ya hali ya uchumi. Hotuba ya bajeti itawasilishwa na waziri wa fedha, Mheshimiwa Dr Mwigulu Lamek Nchemba Madelu. Lakini taarifa ya hali ya bajeti itawasilisha asubuhi bungeni nayo na itawasilishwa na waziri kutoka ofisi ya rais, mipango na uwezesha, uwekezaji Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Ombi langu kwa wananchi, tufuatilie uwasilishaji wa bajeti hizi, ili tujue serikali imepanga kufanya nini, mambo gani mazuri yanakuja katika mwaka ujao wa fedha, tunahitimisha vipi safari yetu ya mpango wa miaka mitano wa maendeleo, na tunahitimisha vipi dira yetu ya maendeleo ya miaka 25 yani mwaka 2000 mwaka 2025.